Kwa watu wengi nyoka ni adui mkubwa wa binadamu na kufikiria kwamba nyoka na binadamu wanaweza kukaa sehemu moja ni jambo ambalo aliingii hakilini. Hata hivyo, katika makala yetu ya siha njema tunakuletea uhusiano wa kipekee kaskazini mwa nchi ya Tanzania, eneo la Arusha, katika hifadhi ya Meserani ambapo ni nyumbani mwa zaidi ya aina 21 ya nyoka vilevile. Vile ni kliniki maalum ambapo watu ambao wameng'atwa na nyoka hutibiwa. Timu yetu akiwemo Vital Mugisho wanatupambia makala yetu ya siha njema, wakituelezea namna ambavyo matunzo ya nyoka eneo la Arusha umesaidia pakubwa kupata matibabu ya matatizo ya kung'atwa na nyoka. Msikilizaji, kando na uhifadhi wa nyoka hapa Meserani, sehemu hii ina zahanati ya kuatibu waliong'atwa na nyoka. Karibuni, e, kwenye Bwana Jamal Kayanda anatueleza zaidi kuhusu aina za nyoka na sumu zao na kwa nini ni muhimu kupata huduma rani. Ya kwanza unapong'atwa na nyoka Kifupi sana ni kwamba ah, kliniki hii tulianzisha miaka kama kumi na tano, kumi na sita iliyopita na ni baada ya kukutana na changamoto ambazo ni pamoja na wagonjwa wengi kuja wakiwa wameng'atwa na nyoka, wengi wakiwa wamewaua nyoka, wakawa wanakuja kutuonyesha ili tuweze ku, kutambua kama huyo nyoka aliyemng'ata ana sumu au hana lakini Baadaye tukagundua kwamba asilimia kubwa ya watu wanaokuja wameng'atwa na nyoka wenye sumu na kwa kipindi kile hatukuwa na sehemu ya kuwapeleka kwa sababu tunajua kabisa hospitali nyingi zilizoko karibu hazina nini, hazina antivenom. Na kipindi hicho sisi tuna antivenom kwa ajili yetu sisi, ikitokea mtu ameng'atwa na nyoka kule anafanya kazi na nyoka kule akang'atwa, tulikuwaga nayo tu tumehifadhi kwenye fridge. Kwa ajili ya matumizi yetu hatukuwa na kliniki kama jengo tuseme kama hili, lakini baada ya watu kuanza kuja kwa wingi na tukaona tutumia antivenom zetu kuwatibu, e, namba iliongezeka, idadi iliongezeka kwa sababu wanaelezana kwamba ukienda pale utatibiwa, basi idadi ilivyoongezeka ndo tukaona kwamba kuna umuhimu wa kuwa kutengeneza jengo ambalo litakuwa kama klinik kwa ajili ya kuwapokea na kuatibu wagonjwa wanaong'atwa na nyoka. Mpaka kufikia sasa karibia kila siku tunapata kati ya mgonjwa mmoja na wawili waliong'atwa na nyoka. Ukichukua idadi ya wagonjwa wote wanaokuja kwa mwaka unakuta kwamba ni kati ya mgonjwa mmoja hadi wawili kwa siku. Ingawa wagonjwa wengi wanakuja kwa season. Kipindi cha rain season wanakuwa ni wengi, kipindi cha cha cha cha ukame, ukame kama sasa hivi sio wengi sana. Ila sio kila anayekuja hapa amengatwa na nyoka mwenye sumu. Wote wanakuja, walio ngatwa na mwenye sumu na walio ngatwa, walio ngatwa na nyoka ambao hawana sumu wote wanakuja. Kwa wakifika hapa, hatua ya kwanza, kwanza ni kwanza ni kutambua kama mtu amengatwa na nyoka mwenye sumu au hana. Kwa kuangalia dalili pale alipongatwa eh, panaonyeshaje na yeye mwenyewe anajisikiaje? Eh, hiyo itatupa picha kwamba E, mgonjwa huyu ameng'atwa na nyoka ambaye hana sumu au ha. Ikishindikana kuonekana pale, basi tutachukua damu, tuta testi na kujua kwamba kama mwili wake tayari una sumu au hana, kabla hatujachagua kumpa antivenom. Juhudi hizi za kupambana na sumu ya nyoka hmm. Punde tu mtu anapong'atwa na, hmm. na, na, na nyoka kuna ile dhana kwamba ku, ama kuna tamaduni eh, za Kiafrika hmm. Labda kuna dawa zile za kitamaduni watu wanatumia na wanaamini kwamba na sio kuamini kuna uwezekano kwamba ukitumia hizi dawa za kiasili inaweza kusaidia kupunguza ukali ama makali ya sumu ya nyoka. Visi kama hivyo pingine mmeweza kukumbana navyo? Labda mtu anakuja tayari ashapewa dawa za kiasili ama kienyeji zile, na mna handle vipi? Kwa kweli hiyo ndio changamoto kubwa tuliokuwa tunakutana nayo mwanzoni wakati kliniki hii inaanzishwa, kama nilivyosema mara ya kwanza kwamba hakuna sehemu yenye, hakuna hospitali kipindi hicho ina, ina hizi dawa za nyoka. Kwa wengi walikuwa wanakuja hapa lakini wanakuja tayari wameshakunywa madawa ya kienyeji wengine, wanakuja wamesha katwa wamewekewa vitu tofauti tofauti, wanahitajiwe la nyoka, vitu vingi vinafanyika. E, pia kipindi hicho tukaona pia kuna umuhimu wa kutoa elimu kwa wanafunzi kwa mavyuo kwa watu, elimu ya ni jinsi gani utajikinga kung'atwa na nyoka unapokuwa kwenye mazingira hatarishi, lakini pia ni jinsi gani utafanya endapo utakuwa umeng'atwa na nyoka, kama huduma ya kwanza sababu vitu vingi walivyokuwa wanafanya vingi vilikuwa ni wrong. Kwa mfano mtu ameng'atwa na nyoka, unakuta amejikata damu inamtoka, ametokwa na damu nyingi karibia amepoteza damu sana, lakini ukiangalia kiuhalisia nyoka ndiye mng'ata hana sumu, lakini amekuja na madhara mengine kwao. Tulikuwa tunatoa elimu kama hivyo, lakini naona imepungua kidogo vitu kama hivyo kwa miaka hivi karibuni, baada ya kutoa elimu sana, lakini still bado wako wanaokuja wameshatumia madawa ya kienyeji wametumia vitu tofauti tofauti, wakija hapa tunaona, na ikitokea hivyo inabidi kwanza, e, umweke mgonjwa kwa masaa kadhaa, ili uangalie kwamba ni kweli kuna dalili za sumu kwenye mwili wake au ni, ni madhara ya vile vitu alivyopewa, e, kama ni dawa za kienyeji kama ni nini. kabla hujampa nini antivenom ukumbuke kwamba antivenom kwa baadhi ya watu wana aleji nayo. Kwa hiyo hata kabla ya kumpa mgonjwa antivenom, wakati mwingine inabidi tuijaribu kwenye mwili wake, tuone kama hana ha, hapati ile aleji. Iko kwenye mfumo wa poda, labda nitawaonyesha kwa ndani. Kwa hiyo unaichanganya tu pale ambapo unataka kuitumia hapa e, unaona ni, ni kama poda na haya hapa ndio maji yake ya kuchanganyia e, haya hapa. Lakini tuna nyoka wengine ambao nao wa, na wanauma watu, lakini si mara kwa mara kwa mfano Egyptian cobra, tumewahi kupata watu wamekuja wamengatwa na Egyptian cobra. Black mamba pia inatokea mtu amekuja amengatwa na black mamba e, japo si sana, si mara kwa mara e, nyoka mwingine ni burrowing adder naye anang'ata watu wengi sana. Kwa hiyo utaona kwamba hao ni nyoka wanaosababisha sana kungata watu wengi. Mara chache sana ukutane na nyoka wengine wengine. Eh, mgonjwa anapokuja hatua ya kwanza kama nilivyowaambia. Ni kutambua kwanza kwamba huyu mtu amengatwa na nyoka mwenye sumu au wa hana. Mtu aliyengatwa na nyoka mwenye sumu, ukiangalia ile sehemu aliyongatwa, e, utaona kuna alama mbili. Unajua kwamba huyo ni nyoka mwenye sumu. Kwa sababu nyoka wenye sumu wana Zile fans meno mawili, kwa hiyo kung'ata atakuachia alama mbili. Lakini nyoka wasio na sumu akikung'ata, kwa sababu ana meno mdomo mzima, utakuta kuna alama nyingi nyingi. Lakini pia inategemea na aina ya sumu, sumu zingine baada ya kung'ata utakuta mgonjwa anavimba. Lakini sumu zingine unakuta mgonjwa anakuja tayari amepoteza fahamu; anashindwa kuhema vizuri. Kwa hivyo vyote ni vitu ambavyo tunaangalia kabla ya kumpa anti-venom. Daktari Timo Hein anatueleza changamoto wanazozipitia waliong'atwa na nyoka. Huyu anang'ata kwenye mguu na huwa hakuna uvimbe au hata dalili. Lakini baadaye uvimbe unaweza kujitokeza na mtu akawa na homa kali sana na hapo ndipo kuna utofauti mkubwa. Kama tunavyoangalia kwenye maelezo haya, yanatoa uchambuzi wa kina kuhusu kinachotakiwa kufanyika. Kwanza ni kuangalia athari ambazo zitakuwa zimejitokeza. Hapa pia upumuaji wake unabadilika sana. <clears throat> Mtu anapumua mara 40 kwa dakika moja. Hiki ni kiwango cha juu sana, kwa hivyo hali huwe na kwa hivyo na mtu anayeng'atwa anahitaji sana uchunguzi wa karibu. Hifadhi hii ya nyoka ya Meserani imewaletea nafuu wenyeji na hata wanaotoka maeneo mbalimbali ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla kupata matibabu ya sumu hatari ya nyoka. Vile ulivyoshuhudia, aina 21 ya nyoka wamefungiwa au wamefugiwa humo ndani, ikiwa ni safari iliyoanza miaka 30 iliyopita.